Mnamo tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka huu majira ya saa tano za asubuhi, huko mtaa wa Busekwanoni katika kijiji cha Busisi tarafa ya Sengerema mkoani Mwanza, katika kizuizi cha barabara kilichopo katika eneo hilo la Busekwanoni kata ya Busisi katika wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata raia wa Burundi ambao idadi yao ni kumi na wanne ambao walikuwa wanasafiri kwenye gari kwenye magari mawili, kumi na tatu walikuwa wakisafiri kwenye gari namba t tatu na thelathini na saba dya. Hii ni aina ya Tata inayotoka kwenye kampuni ya usafirishaji ya abiria iitwayo Chiza. Gari hili ni mali ya Chiza Francis Lugubi ambaye ni mkazi wa, na mkazi wa mkoa Dodoma. Gari hilo linafanya safari zake kutokea kijiji cha Kabanga wilaya ya Ngara mkoani Kagera kuelekea eh, katika jiji la Mwanza. Gari hilo wakati linakamatwa lilikuwa likiendeshwa na dereva anayejulikana kwa jina la Jonas Richard, ambaye dereva huyo hata hivyo alifanikiwa eh, kukimbia eh, kukwepa kukamatwa na askari wa jeshi la polisi na dereva huyo mpaka sasa hivi jitihada za kumtafuta zinaendelea kufanyika. Aidha, dereva huyo alikuwa akisaidiwa na fundi ambaye anaitwa Mustafa Emil ambaye ana umri wa miaka 24, kabila lake ni Mnyamwezi, ni fundi magari, mkazi wa Kahama mkoani Shinyanga. Eh, lakini pia walikuwa na kondakta wa hilo gari ambaye anaitwa Pendo Matembele ambaye umri wake ni miaka 36, Mkristo na ni mkazi wa Nyegezi jijini Mwanza. Watu hawa baada ya kuojiwa, imebainika kuwa waliingia nchini tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu kupitia mpaka wa Kabanga ulioko mkoa wa Kagera na waliingia kinyume cha sheria. Kwa majina ya watuhumiwa 13 niliowataja mwanzo waliokamatwa majina yao ni, wa kwanza anaitwa Nkurunzinza Eloi, huyu ana miaka 38, Muhutu, amedai anaishi eneo linaloitwa Muyinga huko Burundi. Wa pili ni Bizimana Asteri, ana miaka ishilini, ni mkazi wa Muyembe huko Burundi. Wa tatu ni Tanishaga Renova, ni mkazi wa Muyembe, Murundi, ana miaka ishilini wa nne Niyosaba ni Anatori, huyu ni muhutu mkazi wa muyebe Burundi. Wa tano i ni, Niyokukuru Jlok, miaka 23, mkazi wa muyebe huko nchini Burundi. Wa sita ni Nsolimana Evariste, miaka 30, mhutu mkazi wa gozi huko Burundi. Wa saba ni Riyazimana jeroman Jero Mhutu miaka 30 Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa nane ni Mbonipa Cloud miaka 23 Muhutu Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa tisa ni Mtirampea Mtiram Olesti ana umri wa miaka 42 Mhutu Mkristo na mkazi wa Nyanza Laki huko Burundi. Wa kumi ni Mbalishimana Swalid miaka 47 Muhutu Mkristo na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa kumi na moja ni Sindobizero Oscar miaka 28 huyu ni Muhutu Mkristo na mkazi wa Tangala huko Burundi. Wa kumi na mbili ni Irakoze Deris miaka 27 Muhutu Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi wa kumi na tatu ni Elias Sinileyemaya miaka 61 Mkristo Muhutu na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa kumi na nne ndio ambaye nimekwisha mtaja kwa kurudia, anaitwa Shadia Jafari Majaliwa miaka 18 Muislamu Murundi na mkazi wa Kisuru huko Burundi.